Mwongozo wa kujifunza Biblia Machi 21 huu mwaka wa 2025. hii Inatuelekeza tujifunze zaidi katika siku ya Ijumaa. Kumbuka mada inasema upendo na haki, amri kuu mbili. somo la 12 Soma Ellen G White, Sabato, ukurasa wa 258 hadi 266 katika tumaini la vizazi vyote, sehemu ya kwanza. Wapelelezi hawakuthubutu kumjibu Kristo mbele ya kusanyiko kwa kuogopa kujiweka katika matatizo. Walijua kuwa alikuwa akinena yaliyo ya kweli. Wao badala ya kuvunja mapokeo yao, walihiari kumwacha mtu ateseke ili kumsaidia mnyama awapo katika shida. Mnyama alitunzwa zaidi ya binadamu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Hiki ni kielelezo cha dini zote za uongo. Huwa zina asili ya kibinadamu ambayo hujitukuza zaidi ya Mungu. Lakini matokeo yake humdhili mtu zaidi ya mnyama. Kila dini inayopigana na enzi ya Mungu humwondolea mwanadamu utukufu ambao ulikuwa ni wake wakati wa uumbaji na ambao unapaswa kurejeshwa kwake katika Kristo. Kila mwalimu wa dini ya uongo na watu wake hudharau mahitaji ya wanadamu, masumbuko yao na haki yao. Injili humwinua binadamu juu zaidi kama mtu aliyenunuliwa kwa thamani kuu, yaani damu ya Kristo. Nayo huwafundisha watu kuwajali binadamu na kuwashughulikia katika mahitaji yao na katika dhiki zao. Bwana anasema, nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi na watu kuliko dhahabu ya Ofiri, Isaya 13 ya 12. Yesu alipowageukia Mafarisayo akiwauliza swali ikiwa ilikuwa halali kutenda mema siku ya sabato au kufanya uovu, kuokoa maisha au kuangamiza, aliyakabili makusudi yao ya uongo. Walikuwa akimwinda Kristo kwa chuki nyingi wakati yeye alikuwa akiokoa maisha na kuwaletea furaha watu wengi. Je, ilikuwa ni halali kuua siku ya sabato kama walivyokuwa wakipanga kufanya kuliko Yesu? alivyofanya siku ya sabato. Je, yeah. Ilikuwa ni haki zaidi kufanya uuaji moyoni katika siku takatifu ya Mungu kuliko kuwapenda watu wote kunakodhihirishwa kwa matendo ya rehema? Ellen G. White, tumaini la vizazi vyote sehemu ya kwanza, ukurasa wa 263 na 264. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza, kwa nini na kwa namna gani ni kweli kwamba kila dini ya uongo huwafundisha wafuasi wake kudharau mahitaji ya wanadamu? Tunawezaje kutenda kimakusudi ili kuepuka uzembe kama huo katika jumuiya zetu za kanisa na kwingineko? Swali la pili: jirani yangu ni nani? Jirani yako ni nani? Ni kwa njia zipi za kivitendo kumfuata Kristo kunapaswa kutufanya tuwe kama Msamaria aliyevuka mipaka ya siku zake ili kudhihirisha upendo? Swali la tatu ikiwa Mungu anapenda haki na rehema, tunapaswaje kutenda kwa kupatana na mambo yaliyo muhimu zaidi kwa Mungu? Tunawezaje kukazia zaidi yale ambayo Yesu aliyaita mambo makuu ya sheria? Swali la nne, tunapofikiri na kuzungumza juu ya hukumu, ni mara ngapi tunasisitiza kwamba njia kuu ambayo Yesu anazungumzia hukumu ni kuhusiana na ikiwa na kwa kiwango gani tunawapenda wengine kwa bidii, hasa wanaokandamizwa na kudhulumiwa? Tafakari juu ya hili kwa kuzingatia Mathayo 25 aya 31 hadi 46. Mungu atubariki sote.